Kisa cha Jacob na Martha: Upendo unashinda yote. Katika mji mdogo wa Kimisitu, aliishi kijana mwenye ndoto kubwa aliyeitwa Jacob, ambaye wengi walimwita mtunza bustani. Bustani yake ya maua ilikuwa ya kuvutia, yenye rangi na harufu nzuri, ikitoa tumaini hata katika maisha yenye changamoto. Upande mwingine wa mji aliishi Martha, msichana mrembo na mwenye busara mwanafunzi wa shule ya upili mwenye maadili, matumaini na ndoto za maisha bora. Ingawa familia yake ilikuwa maskini, moyo wake ulikuwa tajiri kwa upendo, hekima na imani. Siku moja asubuhi, Jacob akiwa bustanini, alisikia sauti tamu ikisoma Kiingereza kwa ufasaha. Alipogeuka, alimwona Martha ameketi chini ya mti akiwa na kitabu Mwanga wa jua ulipoangaza usoni mwake, Jacob alihisi kana kwamba amemwona malaika. Jacob akasema kwa aibu, hujambo. Martha akatabasamu, sijambo. Mazungumzo yao yakawa marefu na ya kila siku, mpaka wakagundua kuwa mioyo yao ilikuwa imeunganishwa na upendo wa kweli. Jacob alianza kumpa Martha maua kila siku, naye Martha akamfundisha Jacob Kiingereza na kumweleza ndoto zake za kusafiri duniani. Kila mmoja akawa faraja na nguvu kwa mwenzake. Hata hivyo, upendo wao haukukosa majaribu. Siku moja, Martha alimwambia Jacob jambo zito, alikuwa mjamzito. Walifurahi lakini pia wakaogopa. Kisha wakaamua kuwaambia wazazi wao. Baba yake Martha alipandwa na hasira, akasema, hapana, Jacob hana kitu. Mama yake akalia na kusema, umeharibu matumaini yangu. Wazazi wa Jacob nao wakamshauri, tafuta msichana mwenye uwezo, mtateseka. Baada ya hapo, wazazi wa pande zote walikubaliana kuwatenganisha. Jacob akakatazwa kumwona Martha na Martha akafungiwa nyumbani, huku akitafutiwa mchumba mwenye mali. Ndugu na baadhi ya marafiki wakaanza kumvihaki Jacob, wakimwita fukara. Jacob hakukata tamaa. Alizunguka nyumba ya Martha mara nyingi, akiomba tu amwone hata kwa dakika chache. Martha naye alilia kila usiku akimwomba Mungu amsaidie. Kadiri muda wa kujifungua ulivyokaribia, shinikizo liliongezeka. Jacob hata alipigwa alipokuwa akijaribu kupata habari zake. Hata hivyo, waliendelea kushikilia ahadi yao ya siri. Upendo wetu utashinda siku moja. Mvua kubwa ilinyesha na Jacob akasikia kuwa Martha alikuwa mgonjwa na hali yake ilikuwa mbaya. Bila kusita, alikimbilia kliniki. Alimkuta Martha akiwa kitandani, dhaifu na mwenye maumivu, huku wazazi wake wakiwa na huzuni. Jacob akasema kwa ujasiri, ninampenda Martha, siwezi kumwacha hata nikiwa maskini nitapambana kwa ajili yake na mtoto wetu. Daktari aliwasihi wazazi wa Martha kwa kusema, mpeni nafasi upendo huu, Mungu ndiye mwenye mipango. Baada ya mazungumzo marefu, wazazi wakakubali waendelee kuwa pamoja. Siku ya kujifungua ilipofika, Jacob na Martha walishikana mikono na kuomba. Kwa neema ya Mungu mtoto alizaliwa salama, mvulana mrembo mwenye sura angavu kama mama na macho ya upole kama baba yake. Wazazi walipomuona mtoto, mioyo yao ikayayuka, wakaomba msamaha na kuukubali upendo wao. Ndugu na marafiki nao walianza kurejea taratibu, wakitoa pongezi. Jacob akasema, mtoto huyu ni ishara kwamba Mungu alikuwa nasi. Martha akajibu kwa furaha, ameshinda mateso yetu yote. Wakamwita mtoto wao Praygod, maana yake mwenye kumwomba Mungu, kwa sababu waliamini maombi yao yalisikiwa na kuleta mwanga baada ya giza. Leo Jacob na Martha wanaishi karibu na bustani yao. Maisha yao si makubwa kwa mali, lakini yamejaa amani na baraka. Na kweli, upendo wa kweli hushinda yote na hapo ndipo tunapojifunza kwamba upendo wa kweli hushinda yote. Mimi ni Hekima, msimulizi wako. Kama umependa kisa hiki, tafadhali bonyeza subscribe, like, share na andika kwenye comment, upendo unashinda yote, ili niwaletee visa vingine vyenye mafunzo.